Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Uchaguzi mkuu nchini Tanzania ulifanyika Oktoba 29 na kukumbwa na vurugu katika miji mbalimbali, mbali na kusababisha maafa, majeruhi na kuharibiwa kwa mali za watu binafsi na umma. Kilichotokea nchini Tanzania hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hiyo tangu kuanza kwa siasa za vyama vingi, ambapo waandamanaji walijitokeza barabarani kupinga kufanyika kwa uchaguzi huo bila ya kuwepo mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi. Hata hivyo, rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa siku ya Jumatatu baada ya kutangazwa mshindi kwa kupata asilimia 98 ya kura. Chama kikuu cha upinzani CHADEMA ambacho hakikushiriki kwenye uchaguzi huo kilikataa matokeo hayo na kusema kuwa ushindi wa rais Samia ni kichekesho kwa demokrasia. Nini hatima ya Tanzania na kilichotokea kinamaanisha nini? Mimi ni Victor Buso. Kwa njia ya simu unaungana naye Dr Brian Wanyama, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na mhadhiri wa chuo kikuu cha Kibabii akiwa Bungoma nchini Kenya. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. E, nakupata kwa njia iliyo nzuri Victor Buso, na baadaye kidogo tutaungana naye Edwin Kegoli ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalamu um, wa maswala ya sera akiwa Nairobi. A, a, kwanza tuanze nawe Dokta Wanyama, nini tathmini yako, a, kwa kilichotokea nchini Tanzania tarehe 29 mwezi Oktoba? Wengi tulitarajia kwamba kwa sababu ya historia ya utulivu historia iliyoanzishwa na marehemu Julius Nyerere, uchaguzi ungekuwa ni ule wa kuheshimika, ule ufanye ufanywa kwa upole bila kushurutishwa au matatizo yoyote. Lakini kilichofanyika ni kitu ambacho kimewasikitisha wengi mno. Uangalizi wa kimataifa, na hapa tuzungumzie jumuiya ya Sadek, katika ripoti yake imesema kwamba uchaguzi huu haukufikia viwango vya demokrasia. Uh, hii inamaanisha nini kwa kweli? E, kauli ya Sade kwamba uchaguzi Tanzania kufanyika kwa mazingira mazuri ni e, kauli ambayo wengi tunayamini na wengi tunaiangazia kwa sababu hali iliyokuwepo sio hali ambayo ilitarajiwa, kwamba uchaguzi huu ulienda kinyume cha matarajio ya wengi kwa sababu ya maandamano makubwa yaliyoonekana, uchomaji wameendea msingi na ile hali ya kimabavu ambayo vyombo vya usalama viliweza kudhihirisha na kuonyesha. Nafikiri pia kule kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, dhidi ya wa wapiga kura, na kule kuonyesha tu mapendeleo kidogo kiliwasikitisha watu wengi sana, kwa sababu tukiangalia matokeo kwamba Samia Suluhu Hassan na tunampa heshima zake, kwa sababu ni mama wa kwanza kuwa rais kule Tanzania, anapata zaidi ya asilimia tisini eh, na kura zaidi ya milioni thelathini zimehesabiwa kule Tanzania kwa siku mbili, siku tatu ni, ni, ni, ni, ni hali ya kutamausha kabisa. Na wakati akiapishwa rais Samia alisema kwamba alihuzunishwa na machafuko yaliyotokea na akaenda mbali zaidi aa, na kudokeza kwamba baadhi ya vijana waliokamatwa wakati wa vurugu hizo ni kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Tumsikilize hapa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 vile ninavyodurusu na kuyasikiza na kuyapiga msasa matamshi yake mama Suluhu ni, ni, ni, ni, ni kwamba yale maandamano yaliyoonekana kule Dar es Salaam, Dodoma na Arusha na kwingineko, chanzo chake si Watanzania, kwamba maandamano haya pengine kwa upande mkubwa kabisa yameweza kushinikizwa na kuongozwa na vijana au watu kutoka nchi ya nchi yani, kufikia leo, kufikia wakati wa kuapisha kwake ye haamini kwamba watanzania wao wenyewe wanaweza kushiriki katika maandamano. Na nafikiri hapo kidogo ni, ni, ni sijui kwa nini, lakini inaonekana kwamba pengine mama Suluhu Hassan na viongozi wengine kule Tanzania hawaelewi vijana wao, na pili wanachukulia watanzania kwa mzaha, na tatu angependa kuwalimbikizia lawama E, mataifa jirani kutoka pengine wa, vijana kutoka Kenya au kutoka Zambia au sijui kama kutoka Uganda ama kutoka wapi, kwamba ndio wameshirika yale maandamano, lakini uchaguzi ulikuwa na Watanzania wa na ulishirikisha Watanzania nam. Asante sana, sasa hivi tunaungana naye Edwin Kegoli, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini pia uh, sera akiwa uh, Nairobi Uh, eduri, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa, nawe pia ulikuwa unafuatilia uh, kilichotokea Tanzania kwa wiki moja sasa ambayo uh, imepita. Nini tathmini yako kwa, kwa kifupi tu kuanzia siku ya uchaguzi vurugu ambazo zimeshuhudiwa uh, hadi kuapishwa kwa Rais Samia, Samia Suluhu Hassan. Asante sana uh, ndugu Abuso. Kwa tathmini yangu, yeye Samia Suluhu aliweza kugombania kiti hicho peke yake bila upinzani wowote, na hii ni kinyume cha um, demokrasia na uh, jitihada za kuwa na uchaguzi huru na haki na ule ambao ni sawa kwa kila mmoja. Swala la pili, um, Rais Samia Suluhu hakuweza kuzingatia vigezo vya kisheria katiba uh, katika mchakato mzima, kwa maana aliweza ku Uh, onyesha vitendo vya kidhalimu uh, na kuenda kinyume na matarajio ya utawala bora na utawala ambao unahusisha kila mmoja uh, katika maswala ya kuamua ni nani atakuwa kiongozi wao. Nini ambacho unafikiri sasa anaweza kukifanya uh, baada ya Tanzania kujikuta katika hali hii? Kwenda mbele, italazimu Samia Suluhu kuweza kupatia Tanzania katiba mpya, katiba ambayo ina Uh, sawazisha usawa wa kibinadamu na kutetea haki za msingi za binadamu, na vilevile itamlazimu Rais Samia Suluhu kuweza kuzingatia demokrasia na misingi ya sheria katika maswala ya uchaguzi, ili hata upinzani uweze kuhisi kwamba wako katika nchi yao, wakishindwa uchaguzi basi ni katika njia ya huru na haki, siyo njia ya makandamizo na kuweza kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma ambazo uh, hazina msingi. Na wakati rais Samia akiapishwa kuongoza muhula wa pili siku ya Jumatatu, uh, miongoni mwa ma, wageni mashuhuri al, alikuwa ni rais wa Zambia Hakainde Hichilema. Wakati wa hotuba yake naye alikuwa na wito huu kwa Watanzania. Nataka kutoa wito kwa watu wa Tanzania kwamba kile ambacho mmefurahia kwa miaka mingi na miongo kadhaa lazima kilindwe kwa gharama zote. Huwezi kujaribu kinyume chake kuwa na uvunjaji wa utawala wa sheria, sheria na utaratibu. Sio lazima uangalie mbali sana, angalia nchi ambazo zimekumbwa na tishio hili, na liita tishio, na mara tu unapoipoteza hautawahi kuipata tena. Tunapopata pingamizi, tunapokuwa na malalamizi ko tunapata matatizo tuje kwenye meza moja ya mazungumzo tu. Hiyo ni meza ya mazungumzo ili kukabiliana na changamoto zetu za aina yoyote. nam Huyo ni Hakainde Hichilema, rais wa Zambia, ambaye alipata nafasi ya kutoa hotuba wakati wa kuapishwa kwa rais Samia Suluhu Hassan siku Jumatatu. Dk Brawanyama, muda wetu kwa kweli ume kwisha lakini, kwa sekunde chache ambazo zinasalia, wewe unafikiri sasa nini kinaweza kufanyika ili kuleta maridhiano na suluhu baada ya kilichotokea Tanzania? Lazima serikali ya mama Suluhu Hassan, CCM kwa jumla, ipate mbinu ya kuongelesha na kushirikisha vijana katika mchakato mzima wa utawala kule Tanzania. Tatu, kuna kundi kubwa sana nambalo inaonekana naunga mkono na raia wengi wa Tanzania kundi la upinzani Tundu Lissu na wenzake lazima waweze kusikizwa ili ahueni iweze kupatikana. Na mwisho ni katiba ya Tanzania. Kati ya vipengele katika katiba ya Tanzania ni kwamba uchaguzi ukishatangazwa na tume, hamna mahali pengine ambapo mtu anaweza kuapil. Katiba kama hii ni katiba ya miaka ya sitini, miaka ya sabini, miaka ya themanini. Katiba ya leo lazima uweze kuwapatia raia wa kawaida uhuru wa kuweza kutafuta sehemu nyingine, sehemu mbadala ya kupata maridhiano ikiwa hawajatosheka na matangazo baada ya uchaguzi. Muda um, wetu umeturuhusu kuwa na hayo tu wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana, uh, Dr. Brian Wanyama, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mwadhiri wa chuo kikuu cha Kibabii ukiwa Bungoma, uelekezi mwema na kushukuru pia Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalamu wa sera, kwa muda wako ukiwa Nairobi. Asante. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.